Kama tulivyojuzwa hapa kwamba jengo la makao makuu ya mahakama ni la sita kwa ukubwa kati ya majengo ya makao makuu ya mahakama duniani. Tanzania tuko pazuri sana, na tuna haki ya kutembea kifua mbele, na ni la kwanza barani Afrika. Nani kama Tanzania? Nimeshuhudia wingi wa ofisi katika jengo hili kwa ajili ya mahakama kuu na mahakama ya rufani. Nimefurahi kuona ujumuishi, inclusivity, kwa kuhakikisha kuwa mmetenga ofisi za maeneo kwa wadau muhimu wa mahakama ambao wako katika mnyororo wa utoaji haki. Humo ndani, nimeona ofisi za magereza, nimeona vyumba vya watoto kwa wale watakaosikiliza kesi za watoto, vimewekwa vizuri, watoto wanatolewa hofu kutoa ushahidi au kuulizwa maswali wakiwa humu ndani. Nimeona maeneo ya mawakili. Hili jengo limebeba kila kitu, ni makao makuu hasa, waheshimiwa. Nimefurahishwa zaidi pia kwa ujenzi huu umeshirikisha sana wazawa, na mchango wa local content wa wazawa kwenye kazi hii ni asilimia kubwa, asilimia 95 ya wataalamu kwa maana ya wahandisi, technicians ni Watanzania na pia mshauri elekezo wa jengo hili ni kampuni ya Kitanzania. Hii ni hatua muhimu katika kuwajengea uwezo wataalamu wetu wa ndani pamoja na makampuni ya wazawa. Niombe wizara na taasisi nyingine za serikali zizingatie umuhimu wa kuwashirikisha wazawa katika miradi mikubwa kama hii.